Sasa kati ya mgombea, kati ya mgombea na kapi, nani mshindi? Lakini aliyeko kule mmemwona, ni kapi akipemwa na system. Mahala pake wapi? kurosha milione, mahala pake wapi? Kule kule aende akakae huko

Shukuru sana mwenyekiti wa chama na rais wa jamhuri ya Muungano na Mama Salma kwa kuja kuungana na sisi ini mwenyekiti, tunakushukuru sana san. Sisi mimi nimeitwa jembe, auk akaitwa katapila, sasa sijui mwenyekiti hatankwa nani

Nchi hii tulivu, maendeleo yanaonekana na dunia nzima inajua kama tunapata mafanikio. Mimi juzi nilikuwa Australia, univesiti moja ya Newcastle, ndio mara ya kwanza nimeisikia, lakini nimekwenda pale, wanasema kazi kubwa ulioifanya, kwanza unaendesha nchi yako vizuri. Hmm.. Uchumi unakuwa, maendeleo yanaendelea kupatikana, na kwa kutambua haya na shahada ya, ya sheria ya ya ya, hata duniani wanajua kwamba mambo ya Tanzania ni mzuri, msi mmoja wako wanaona fahari kushirikiana nayo lakini sababu sisi, kwa sababu m inaendesha vizuri. Wana tamaa tu, wana tamaa, wanadamu ndivyo walivyoumbwa. Mwingine ana tamaa iliyo kisiri iliyokuka, mpaka nataka nimwimbe ule wimbo, ama haja hajapanda Wacha waseme, Chama Cha Mapinduzi kina wenyewe. Sisi mjiandaeni, shangilie ushindi, unakuja mbunge na nikiwa waziri, nimefundishwa vizuri na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Mzee Mkapa, Mzee Mwinyi, Mzee Nyerere na viongozi wengine. Na kwa pamoja, nataka nikuhakikishie mwenyekiti wangu, nimekipokea kijiti hiki kwa mikono miwili.

cha Mapinduzi kwa manufaa ya Watanzania wote bila kubagua vyama vyao, kwa sababu ninaamini maendeleo hayana chama, lakini maendeleo ya kweli yatatokana na kiongozi anayetoka na chama cha Mapinduzi. Tunaombe ndugu zangu uliokusanyika hapa kwa wingi, nikusindikiza Umepoteza nguvu zenu, nataka kutembea, mmetoa jasho, mmeacha kazi zenu, mmepoteza muda wenu. Nataka kuhakikishia muda wenu hautapotea bure, nataka kuhakikishia muda wenu hautapotea bure. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nataka ni niwahakikishie tutashinda, yeah! Na tutashinda kwa kishindo kikubwa yeah! Kilikusoni mimi na mweshimi wa Samia tuitumikie Tanzania neema. Yeah!